Sasa kabla ya salama dakika moja mbili mpaka tatu, ni mwite mwenyeji wetu mwenye kata yake ya Mwinyi Amani Shekh Said Hatibu. Ana majambo mawili ya kufanya: moja kuna kijana anahitajika, yeye ndiye atakayelisema hilo, lakini pili atafanya kazi yake maalum ambayo kamati ya maandalizi imemtuma afanye hivyo. Baada ya hapo salama, tukitoka salama kiamu na jambo linakwenda ukingoni. Arrahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu ala Muhammad bin Abdullah, wa ala Alhamdulillah thumma salatu wa salamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm liqa'illah wa ba'd. wa wa Watukufu Islam, kama alivyosema alivyosema MC wetu, mimi nimesimamishwa na kamati ya maandalizi ya hadhara hii kwa kazi moja kubwa ya kutambua uwepo wa baadhi ya wageni zetu, baadhi ya mashehe zetu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa taufiki ya kuhudhuria katika hafla yetu hii ya leo, na kama alivyosema MC wetu kwamba hafla yetu ni fupi sana na ukizingatia kesho ni siku ya kazi kwao, matarajio ni kwamba jambo letu hili liishe mapema sana, ili tuwaruhusu waislamu mapema, ili kesho kila yule ambaye anatarajia kwenda kazini aweze kwenda mapema, hali ya kuwa hajachoka. Kwa hiyo mashehe na wageni waliotukimbilia ni wengi sana kama kila mmoja tusasema tumtaje basi ile hadhara yote inaweza ikamalizikia hapo kwa hiyo nitangulie kwanza kuomba radhi kwa wale ambao nitakuwa sijawataja wala haina maana ya kwamba nimewadharau au nimewasahau, sijawaona au hakuthamini ule ujaji wao. Hapana, tutawataja wachache kwa muktasari, kwa kuchunga hilo jambo la muda, bila ya kupoteza muda wa tukufu wa Islam hadhara yetu. Walillahi alhamdu, mwaka huu mashehe wengi sana wametukimbilia. Tunamshukuru sana mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Meza kuu huku inaongozwa na baba yetu mlezi wetu mwenyekiti wa halmashauri kuu BAKWATA taifa baba yetu Sheikh hamisi saidi Mataka amekaa pale kwenye kiti ametulia. Lakini pia katika hadhara yetu hii tunaye naibu chifukazi baba yetu pia na mlezi wetu shekhe wetu shekhe Muhammad Konsel. Katika hadhara yetu hii tunaye shekhe wetu wa wilaya ya Ilala, bosi wangu huyu, shekhe Adam ibn Yusuf wa Munyipingu. Lakini pia tunaye shekhe wa wilaya ya Temeke, khalifa wetu Sheikh Zairai ibuni Sheikh Hassan wa Mkoyogore. Tunaye Sheikh Othman Khamis, huyu ni mlezi wetu, ni mwalimu wetu, ni shekhe wetu, ni mjumbe wa baraza la mashekhe mkoa, lakini pia ni naibu imam wa msikiti mkubwa kabisa, msikiti uliopo Dar es Salaam, kule msikiti wa Mtoro, lakini pia tangu tulipoondokewa na mwanachuoni huyu Sheikh Muhammad Idi Muhammad, Allah mraham. Shekhe Uthman yeye kwa kipindi hichi ndiye ambaye kwa siku kadhaa anakuja hapa kutusomesha darsa, kwa kama yupo mtu ambaye hafahamu hilo. Shekhe Uthman Khamis sasa hivi yeye ndo anakalia kile kiti cha Shekhe Muhammad Idi Muhammad, Allahumma ahfir lahu warhamhu wa askinhu fil jannah lakini pia tunaye Shekhe Ali Mbwela kama mlivyomsikia akatoka kuzungumza. Tunaye Mwalimu mwandamizi wa madrasa tulihia kaka yangu pale Shekhe Shaiya. Tunaye Shekhe Yusuf Simbano. Lakini pia tunaye Imamu mkuu wa masjidi Taku wa Ilala Shekhe Abdulwakati. Tunaye katibu mkuu wa BAKWATA wilaya ya Ilala kaka yangu pale shekhe Omar Joko yupo. Tunaye shekhe wa kata ya Pugu, kaka yangu shekhe Hamdan Ramadhani wa Gabwa, ndio alikuwa mzungumzaji wetu wa awali. Lakini yupo kaka yangu pale shekhe wa kata ya Buguruni Sheikh Shaban Ibn Hija wa Mrisho wa Msenges, yuko pale na kanzu yake ile ya rangi ya njano. Lakini pia tunaye Sheikh Hamisi Meli. Tunaye Shekh Hamis Meli, yupo pale pembeni ya Shekh Shabani Hija. Tunaye Imamu mkuu wa Masjidi Khedi Kidarajani Shekh Thabit Ibn Juma wa Rubea, lakini tunaye Shekh Sama, Shekh Sama. Huyu Shekh Ali Bakari amenambia ukikosa kumtaja basi upo uwezekano nikapata matatizo makubwa sana, kwa hiyo nimemtaja Shekh Sama na hili amenisisitiza sana imamu mkuu wa msikiti wetu huu wa Mnyamani Sheikh Ali Bakari, lakini pia tunaye Sheikh Fi, pia tunaye Sheikh Fi, na Sheikh Ali amenambia pia Sheikh Fi usipomtaja basi hadhara hii inaweza kuharibika. Tunaye kaka yangu Sheikh wa kata ya Vingunguti Sheikh Abbas Salu maulidi wa bata, lakini tunao mapacha wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kaka zangu hawa Hassan na Hussein ibn Nasoro, tunao mashekhe wengi, lakini kama nilivyotangulia kusema MC wetu ameshasema muda mrefu kwamba hadhara yetu ni fupi na anachelea, kila mmoja nikisema nimtaje. Nisimsahau kaka yangu Shekhe Hashim Madenge, nikimkosa kumtaja pia majambo yangu yanaweza kuwa mazito mazito kidogo Sheikh Hashi Madenge yupo na wengine wengi ni waombe waridhie. Yupo Shekhe Twaha Omari wakifigisa, katika waalimu wetu mashehe zetu wa miaka mingi katika kitongoji chetu hichi cha Buguruni. Yupo mwalimu wangu Sheikh Hamidi Mintanga, nilimuona hapa kutoka kule Zingiziwa. Huyu ni mwalimu wangu bimaana ya kalima kabisa, yupo lakini yupo mi nadhani tutosheke na hao, maana wapo wengi. Ukisema kila mmoja nimtaje kwa nafasi yake, basi nadhani muda utarefuku sana. Lakini pia upande wa kiserikali, tunaye mtendaji wetu wa kata ya Mnyamani, Mheshimiwa Jafari Mrisho. Tunaye Mheshimiwa Hamadi Pazi, mwenyekiti mstaafu wa umoja wa vijana wa CCM wilaya ya Ilala. Nimalizie kutoa lile tangazo nililoambiwa, kwamba kuna mtoto anaitwa Muhammad Kibwegere, tangu asubuhi hajaonekana kwao, hajarudi kwao. Inavyoonekana yupo katika hadhara hii. Kama yupo na analisikia tangazo hili, baba yake yuko pale geteni, aende ili aweze kuonana na baba yake. Baada ya kuyasema haya, lakini pia nisimsahau katibu wetu wa Juvikiba wilaya yetu ya Ilala, kaka yangu rahisi mkali baada ya kuwasema haya, ni tu wa sehemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wala afwa minkum. Wa alaykumu salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Madrasatu Salama, fanyeni kazi dakika 10 15 zisizidi hapo. <coughs>